Ugonjwa wa ajabu unatufanya tukohoe, lakini tutaushinda tukishirikiana. Pamoja tutaushinda tukisaidiana. Pamoja tutaushinda, pamoja tutaushinda, pamoja tutaushinda, pamoja Usihuzunike Amani, utapata nafuu. Magonjwa huwa yanapita. Hapana, hali imezidi kuwa mbaya. Sikiliza, tutashinda pamoja. Hey, jamani, umeanza kupoteza sauti. Hali imekuwa mbaya mbaya sana unasambaa kwa kasi! Da, wote hatuko salama. Sasa vipi kama na macho akianza kutoona na kichwa kikiuma? Je, huo pia ni ugonjwa wa kichacha kuku, popo na ng'ombe? Ayayayayayayay, hapo lazima hali ni mbaya zaidi. Amani, kama hautaweza kuimba tu, tunaweza kusubiria mpaka upone halafu tufanye onyesho letu siku nyingine. Sisi ni Utu Klabu. Huwa tunatimiza ahadi zetu hata iwe vipi. Lakini Amani, unafikiri hayo maamuzi ni mazuri kwa kila mtu kweli? Nina uhakika shule itatuelewa, ili mradi tufanye onyesho kabla ya mahafali. Inabidi ujali afya yako mwenyewe kwa kubaki nyumbani na kupumzika, na ukifanya hivyo utamlinda na kumkinga kila mtu asambukizwe. Pia huu ndo muda pekee wa mama kuniona naimba hivi karibuni. <laughs> Sijui ataweza kuniona lini tena. <laughs> Au labda niongee na mjomba wangu, wana dawa nyingi sana hospitalini anapofanya kazi. Hapana, tumekubaliana tusiwaambie wakubwa. Najua tulisema tusihusishe watu wazima, lakini labda mama ndege ataweza kutusaidia. Na sisi tutakuja. Kwa nini nyie hamumwi? Akiumia mmoja, tumeumia wote. Ukiendelea vizuri na sisi sote tutaendelea vizuri. Ushindi wa mtu mmoja ni muhimu kama ushindi wa watu wote. mm. Aise, mna huruma nyie. Sisi ni klabu ya utu. Kuonyesha utu ni muhimu kwetu, na kuwa na huruma kwa wenzetu ni njia mojawapo ya kuonyesha utu. Tuanze kwenda basi.